Habari, karibu kwenye simulizi ya kijasusi na maanisha kipelelezi. Simulizi hii itasikilizwa na yeyote yule, haijabagua wala haijachuja umri. Mimi naitwa Matias. Tuanze kwa kusema asante Mungu kwa kutufikisha hapa. Simulizi yetu inaanza ifuatavyo. Jeska ni askari wa cheo cha chini sana, na alikuwa mtu ambaye anajituma sana, pia mzalendo ambaye hawezi kupenda rushwa wala hajawahi kupokea rushwa. Siku moja asubuhi, bosi wake alimwita sekretari wake, Amina, njoo ofisini mara moja. Ndiyo bosi, niitie Ana hapa. Sawa bosi. Ana, unaitwa na, na bosi ofisini. Baada ya dakika chache Amina alifika ofisini. Bosi, nimeshafika. Asante kwa wito. ni mfanyakazi kazi mzuri sana, na unastahili tuzo kabisa. Sema sasa, kuna sehemu natakiwa uelekee kikazi takiwa uende Arusha ukapeleleze, ili e tukamate wahalifu. Sawa bosi. Tutakutafutia vijana, utaenda kama mfanyabiashara wa madawa ya kulevya na kadhalika. Sawa, nimeelewa. Sawa. Upande mwingine wa pili Siku hiyo hiyo tunampata mtu mmoja ambaye ni muuza madawa ya kulevya, jambazi aliyekithiri, ambaye ni hatari sana kwa maisha ya binadamu, ambaye ana connection kubwa sana kuanzia mawaziri wa bunge mpaka rais. Anahitaji mzigo, na wakati huo mzigo wake wa madawa ya kulevya ulikuwa umepungua mtaani, na mtengenezaji alikuwa hayupo tayari kutengeneza upande huu. Ana naye anaanda safari. Majira ya jioni, alikata tiketi na kuelekea ndani ya basi. Asubuhi na na mapema, safari inaanza. Wakati uko safarini, siti aliyokaa, siti ya jirani alikuwepo kijana mmoja mtanashati, ambaye hakujulikana ametokea wapi. Baadaye wakiwa njiani, walianza kupiga stori. Hero, we unaitwa nani? Naitwa Hana, sijui wewe? Oh, mimi naitwa Jaki. Ndio, unaelekea wapi? Naelekea Mwanza. Kikazi, wewe je? Mimi pia naelekea Mwanza kikazi. Vipi ah, kazi gani hiyo? Tuyaache tu, kazi tu za kawaida. Basi sawa. Safari iliendelea. Iliendelea walipofika Mwanza, kila mtu alishika njia yake. Tukirudi huku kwa jambazi wetu sugu kabisa, ana maka anapiga kelele, anahitaji mzigo wake. Vipi mm -hmm, mzigo umefika wapi? Nyi bosi, mzigo bado haujatengenezwa na tumekuwa na uhaba na watu wanahitaji kweli. Tafuteni namna ya kufanya ili mambo yaende sawa sawa. Sawa bosi. Wakati huo Ana ana wasili Arusha pamoja na Jaki, kila mtu anashika njia yake, wanaagana pale kisha wakaondoka. Majira ya jioni wakakutana tena kwenye gesti moja au nyumba ya wageni moja, na wakaendelea na stori. Stori zikaendelea. Baada ya siku moja, ana akaanza kazi yake. Kazi yake ya kwanza alikutana na vijana watatu, ambao vijana hao walihitaji madawa, hivyo aliwauzia kana kwamba na yeye ni mtumiaji, na vijana hawakujua kama ana ni askari mpelelezi, na hakuna aliekuwa amesanuka. Baada ya siku mbili, akiwa ana akiwa roji, anapiga stori na Jacky vijana watano waliingia pale. Kabla hawajaongea analipokea simu kwa bosi wake. Halo Hana. Alo, alo mkuu. Sawa Hana, kuna vijana watano wanakuja hapo. Hiyo ndio kru yako utakayokuwa nayo huko itakayokusaidia. Sawa bosi walipofika Ana akamwambia Jaki, tafadhali naweza nikaongea na hawa private? Jaki akasema sawa, kisha akaondoka. Wakawa wanaongea na kuzungumza, vipi kazi mnaijua pena? wakasema ndiyo. Ah, na imani hamtaniangusha. Haina shida, sisi ni wazuri sana katika hizi kazi, pia tunajua nini tunafanya. Ok, sawa, leteni namba zenu na mkae standby mda wowote. Sawa bosi. Vijana wakaondoka. Mda uliofata tunamwona kijana Jaki akiwa na paspoti nyingi sana yu wapi? Wapi nje za nchi za nje, nyingi pasipoti zote fake, original zote anazo ana. Akapata tatizo chumbani kwake, mambo yakaa, akabidi ampigie Jaki vivyo kwa wapi. Nipo chumbani, tafadhali, tunaweza tukazungumza kidogo Jaka akasema bila shaka, basi ni sawa, tunaweza kuzungumza. Samani, naomba tukutane hapo nje, simu yangu ina tatizo. Jaka kajibu sawa, haina shida, natoka sasa hivi. Baada ya muda kidogo, wakakutana hapo nje. Jaki alitengeneza simu na ikakaa sawa. Baada ya hapo, wakabadilishana kabisa namba za simu. Baada ya hapo, wakawa wanawasiliana vizuri kabisa, kazi zikaendelea. Lakini jaki hakutambua kazi ya hana, na wala hana hakutambua kazi ya jaki ni kazi gani, wana zinafanya kwa ufupi, wote walikuwa hawajui ni kazi gani mwenzake anafanya. Baada ya muda mfupi sana wakaingia kwenye mahusiano bila kufahamiana kazi zao. Siku moja Jaki akaingia kwenye chumba cha Hana, wakati wako wako chumbani vuguza hapa na pale, Jaki alishangaa kwenye simu ya, ya Hana kukutana na picha za kiasi ambazo ame amevaa kama askari. Jackie hakushituka wala hakushangaa, ila sema tu aliuliza, wewe ni askari? ana akasema, hapana, hii ni meedit tu. Oho, ni bas, oh ni vizuri bas, basi unajua kuedit vizuri sawa. Jackie akamuuliza ana, unafanya kazi gani? ana akasema, mimi ni mfanyabiashara tu wa kawaida na Hana pia akamuuliza, vipi kwani unafanya kazi gani? Jackie akasema mimi ni mwandishi ko niko huku kikazi. Okay, basi ni vizuri, kama ni hivyo sawa. Kumbuka Hana katoka da, yuko Mwanza. Leo wakiwa wanafanyabiashara hana na wafanyabiashara wachache wa baadhi walifumwa na polisi, hivyo mashambulizi yakawa makali sana kati ya hana na askari, hivyo wale wengine wakakimbia. Hana akabaki kwenye kizaza, kwa kuwa sio mzoefu wa mambo hayo. wakati anakaribia kukamatwa ana alishangaa msaada wa mtu aliyevalia maski, hivyo alimsaidia, kisha akamtelekeza njiani baada ya kumkomboa. Baadaye akawa anarudi nyumbani hapo ali apoloji, akamkuta Jaki kakaa katulia. Vipi, umetulia hapa? Ya, nimetulia na kula upepo. Umetoka wapi? Ah, nilikuwa kwenye mizunguko yangu ya kibiashara okay. Basi vizuri, nadhani itakuwa imeenda sawa biashara yako eh? Ni vizuri. Ana akaingia moja kwa moja mpaka ndani nakupigia simu vijana wake, vipi, mko salama nyie? Ndiyo bosi, sisi tupo salama sema, tumejeuliwa kidogo tu ana akasema basi, haina shida, nitawatumia pesa mwende hospitali mara moja. Vijana wakasema sawa, vipi bosi, we pia uko salama? Akasema msijali kuhusu mimi. Basi sawa bosi. Basi mishini ziliendelea. Siku moja, hana naye pia akaingia kwenye chumba cha Jaki, ana pia naye, ku, akashangaa Kukutana na pasipoti nyingi za Jaki. Akamuliza, vipi mbona na pasipoti nyingi sana namna hii? Jaki akasema ah, si unajua mimi ni muhandisi. Kwa huwu anatembea nchi mbalimbali ko ni lazima kuwa na pasipoti nyingi. Ana akasema sawa, mambo yakaendelea taratibu taratibu, mambo yakawa yanaenda. Siku moja sasa Jaki akawa amekwama kidogo katika mambo yake ya uhandisi. Akampigia Ana, "Ana, kidogo hapa kuna mambo hayapo sawa, unaweza kunisaidia zaidi ya milioni moja? Ana akasema bila shaka, basi ni sawa. Akamtumia milioni moja, akamaliza mambo yake, kisha karudi nyumbani na kumshukuru sana Hana. Ana akasema ni kawaida tu. Leo Hana alikuwa anaenda kukutana na bosi watatu kutoka juu, yaani nikisema hivyo ni watatu kutoka, kutoka bosi wa juu kabisa ambaye ni muuza madawa ya kulevya mm. Walienda kukutana hivyo. Hana alijiandaa ha kuwa na masnepa wengi sana, lakini yule bosi pia sio mtu mdogo aliandaa mashambulizi na kujikinga kutokana na lolote naloweza kutokea. Wakati wanazungumza yule bosi alitaka kukasirika, kwa sababu alimwambia, nataka kujua madawa ya kulevya natoa wapi? Hana baada ya kugoma, alitaka kukasirika na kutaka kumwendesha. Hana alishangaa sana akasema, kwani tunafanya biashara au tunagombana? Hapana, hatugombani ila mimi ninachokitaka ni kitu kimoja, nahitaji kujua ni wapi unatengenezea madawa ili tufanye biashara kwa uhuru. So unatuletea tu madawa, hatujui chanzo chake ni nini? ana kasema, hapana, hiyo ni ishu yangu, nyie tufanye nitu biashara na sio vingine Uru. Roben akasema hapana, hiyo ni lazima sisi tujue, la sivyo tunakuua. Tunahisi labda unaweza ukawa mpelelezi, maana tushaingia sana kwenye mtego mingi kama hii. Ana akasema hapana, si rahisi kuniua mimi, na kama unaweza niue, lakini angalia usikae usife wewe. Roben akacheka sana lakini Ana akasema sawa, we cheka, ila amini hivyo, kama we ni jambazi, mi pia jambazi. Akasema Robin akasema hiyo bado sana. Unataka nikuonyeshe kama kama naweza kukua? Basi Robin akatoa ishara risasi ipigwe chini pale, ili aone. Chakushangaza, risasi haikutoka wala hakuna risasi iliyopigwa. Hana akacheka sana, akasema tulia, tufanye biashara, tusilete ugomvi, kwa sababu kama ni ugomvi mwenye na uweza. Roben alishangaa sana, lakini yeye tu alipotoa ishara tu lisasi lipigwa karibu na Roben. Roben akashangaa na akashtuka, akasema sawa, nimekubali ila sasa itabidi tufanye mpango wa kuwa wawazi katika hii biashara sijui, tumeelewa? Na dada Ana akasema hata, usijali, ila tu sitaki fujo wala vurugu, maana hizi biashara hazihitaji namba ya vurugu, la sivyo nitaacha kufanya biashara na wewe, nifanye biashara kivyangu sijui umenielewa. Lobe nakasema sawa, lakini itabidi tukubaliane baadhi ya vitu. Ndio unaweza ukasema, hapana, sio kwa sasa, tufanye siku nyingine. Ana akasema sawa. Asanteni sana kwa kusikiliza hadithi hii, bado inaendelea. kwa hiyo Msijali, ndio tumeanza simulizi mpya kabisa, Jasusi.